Maajabu ya bahari mbili zisizoungana. Asali haiishi utamu ila hili la bahari mbili zisizoungana imeleta karaha kwenye macho ya watu. Tufahamu histori fupi kuhusiana na bahari ya Pacific na Atlantic, kwa nini haziungani tangu ilipogunduliwa kwa mara ya kwanza miaka elfu moja mia tano iliyopita tunaangazia kinaga ubaga sababu zinazochangia kutochanganyiko kwa maji haya. Polepole ndiyo mwendo. Bahari hii ni sehemu ndogo yenye misukosuko sana, ambapo ilipogunduliwa na mabaharia wengi duniani. Kabla kujenga ya kujenga mfereji wa bandia wa Panama, eneo la pembe la kepo ambalo linaunganisha bahari ya Pasifiki na Atlantiki ilikuwa njia pekee ya bahari kuelekea licha ya kuwa na misukosuko mingi ya mawimbi makubwa, mikondo yenye nguvu kubwa na kukaa yote maeneo mawili ya bahari hizi. Ukiistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Cha kushangaza ni kwamba maji hayachanganyiki na kuvuka kizuizi kama mstari. Je, ni upi ukubwa wa bahari hizi duniani? Bahari ya Pacific ni bahari kubwa na yenye kina kirefu zaidi duniani ikifunika takriban kilomita za mraba milioni 179.7 na ina wastani wa kina cha 4288 sawa na viwanja 42 vya mpira wa miguu. Pasifiki ipo kati ya bara la America upande wa mashariki na bara la Asia au Australia upande wa magharibi. Bahari ya Atlantiki inakuja katika nafasi ya pili ikiwa na eneo raba kilomita milioni moja na saba na kina kirefu cha wastani 3646 sawa na viwanja 36 vya mpira wa miguu. Je, ni kwa nini maji ya bahari hizi mbili haya changanyiki? Wapo wengi waliohusisha na nguvu zisizoonekana, wengine walienda mbali zaidi na kusema kuwa ni miongoni mwa ishara kubwa Mungu yupo. Bahari ya Pasifiki ni bahari inayokusanya maji kutoka Atlantiki mpaka Atiki, kuanzia nchi ya kaskazini mpaka nchi ya kusini mwa dunia. Kwa kuwa sehemu kubwa ya vyanzo vyake vya maji ni seruji, kiwango cha chumvi kiwango kwenye bahari hiyo ni kidogo ukilinganisha na bahari ya Atlantiki. Sababu nyingine inaelezwa kuwa kitaalam, maji ya bahari ya Atlantiki yanajongea kuelekea kusini, wakati ambapo maji ya Pasifiki hujongea kwa mwendo wa kuzunguka kutoka ncha moja ya dunia mpaka nyingine. Mkondo wa bahari ya Atlantiki una nguvu zaidi kwa sababu una uelekeo mmoja. Kwa hiyo katika eneo yanayokutana maji ya Atlantiki yanakuwa kasi tofauti inayotunzana na maji ya Pasifiki, hivyo yanalazimika kusafiri kwenye mstari mmoja ulionyooka umbali fulani kabla na baadaye kuanza kuchanganyika taratibu. Na hayo ndiyo maajabu ya bahari zisizoungana. Ulikuwa nami Juliet Innocent kwenye makala hii ambayo imeandaliwa na Marieta Roba. Usisahau uliosahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwenye chaneli hii ya Mgashe TV. Hadi wakati mwingine, asante na kwaheri.